Mafanikio haya na mengine mengi ambayo kwa sababu ya muda hatuwezi kuyasema ndiyo yanayofanya Tanzania ionewe wivu na maadui zetu. Ndugu zangu, wivu haujawahi kuisha leo hii kwa Tanzania. Nchi zetu, nchi za majirani zetu karibu wote wameshavurugana, na leo hii nilikuwa na mkutano mkubwa sana wa nchi wa utatu kati ya Tanzania, Burundi na UNHCR, shirika la wakimbizi duniani tunafikiria namna ya kuwarudisha wakimbizi wale wa Burundi kurudi kwao, maana wamekaa hapa karibu miaka arobaini, na wako hapa zaidi ya miaka arobaini wamekaa. Sasa tunafikiria warudi kwao, kwa sababu masharti ya ukimbizi yameisha. Hawataki kuondoka, hawataki kuondoka. Tunafikiria kutumia ushawishi wa nguvu ili waweze kuondoka. Kama watu wakimbizi hawataki kuondoka kwetu Alafu sisi hatuienzi na kuiheshimu amani ya nchi yetu, tutakuwa sisi ni wajinga wa mwisho, kwa sababu tunaona na kusikia kwa wenzetu kinachotokea. Vitu vya kuiga vinavyotokea sasa, vya kutaka kutuchonganisha kati ya mwenye nacho na asiyekuwa nacho, kati ya mwenye umri mkubwa na kijana, kati ya wadini hii na wadini hii, ni vitu vibaya ambavyo tutakuwa sisi ndio tuliokuwa wasuluhishi wa hao waliokuwa wanaingia kwenye matatizo hayo. Leo sisi tukigombana hapa, eti vijana mnachoma choma rasilimali zenu, tukigombana hapa sisi ataikuja kutusuluhisha nani? Maana sisi ndio tulikuwa wasuluhishi wa wengine wote huko. Kama Nyerere akifufuka akuta Watanzania tunayafanya haya, atashangaa na atasema hawa sio Watanzania niliowaacha. Kitu cha kwanza ni amani kitu cha kwanza ni amani. Vijana wa Tanzania tutunze amani yetu. Vijana wa Tanzania tuienzi amani hii, kwa sababu na sisi wenzenu tunaona tunaanza kuzeeka. Tulipokea kutoka kwa wazee, na sisi tutawaachieni na nyie mtaiendeleza. Leo mnapojadhibika, mnaenda kuchoma vituo vya miradi mikubwa kama ya mwendokasi. Mwendokasi ni mradi unaojengwa kwa ajili ya watu wasiokuwa na uwezo, ambao hawana magari ili waweze kusafiri wewe uliyejengewa tena ndo unaenda kuchoma. Unapochoma, fedha hiyo tumekusanya kodi ya nchi, lakini pia nyingine tumekopa. Tusikubali kutumika, tulinde amani yetu. Vingunguti amani, sema amani, kwanza Vingunguti, Vingunguti, naomba vijana mnyooshe mikono. Vingunguti, Vingunguti, tumetesti, tumeona ile raha tabu ile raha tabu, tutarudia tena? tutarudia tena? haturudii ng'o! Nasikia huko mitandaoni, huko angani, wapo wanaoshabikia, wanasema turudie tena tarehe tisa. Mko tayari kurudia tarehe tisa? Mko tayari kurudia tarehe tisa? Na washukuruni sana kwa sababu hamko tayari kurudia, na tunataka tuwaonyeshe kwamba Tanzania ile ilikuwa bahati mbaya. Sasa tumerudi kwenye akili zetu, hatumsikilizi mtu, sinataka tuje machinjioni, tutafute pesa yetu, tuendelee na maisha, tuburudike kama hivi kwenye nyama choma Kumbilamoto, nyama choma hapa. Ndio maisha tuliyozoea Vingunguti, kweli sio kweli? Watu wanaonufaika hapa ni takribani watu mia tano na arobaini. Maana yake Rais Samia ametutengenezea ajira mpya, tunamshukuru na tunazidi kumwombea kwa Mungu, namna miradi yalivyoifanya. Lakini mheshimiwa waziri ndani ya kata hii kuzulisha kwamba Rais Samia anabuni miradi na kusaidia wananchi hususan vijana ametujengea soko la mbuzi na nyama. Zamani machinjio yetu hiyo ilikuwa unauza nyama umo umo na unachinja umo umo, sheria za kimataifa zinakataa kwa hiyo mheshimiwa rais akatoa fedha bilioni moja na milioni mia sita tukalipa fidia eneo na hivi sasa tuna mabucha ya kisasa. Nani kama Dr Samia Suluhu Hassan? Mabucha yaye yametoa ajira ya watu takribani elfu moja na mia tano leo. Umekuja nyama choma siku ni kuombe utembelee sehemu ya mabucha majira ya saa kumi na mbili alfajiri, maana yake ni kwamba utaona wingi wa watu walivyokusanyika pale, wanachukua bidhaa. Kwa hiyo hatuna cha kumlipa rais Samia zaidi ya kumwombea dua kwa Mungu na vilevile ampe umri mrefu na siha njema. Lakini vivyo hivyo Mheshimiwa Rais ametufanyia mambo makubwa. Hivi sasa tupo kwenye prosesi za mwisho, waheshimiwa madiwani hawa waliidhinisha bajeti ya bilioni mbili na pointi tano na milioni mia tano, tunaenda kulipa fidia nyumba takriban thelathini na mbili, tunaenda kujenga mnada wa mbuzi. Maana yake nini? Hapa amezalisha ajira kwa vijana na kina mama kama unavyoona. Lakini kwenye mabucha kuna vijana na kina mama wamepata ajira, na hilo soko linalokuja